My... Wizara ya mikopo inawafahamisha waombaji wote ikiwemo wale wanaoendelea na masomo yani continuous students, pamoja na wale wanaotarajia kuingia mwaka wa kwanza, freshers, kwamba mabadiliko yanayoendelea kuonekana kwenye akaunti zao za maombi ya mikopo ni hali ya kawaida katika kipindi hiki kuelekea upangaji wa mikopo, kwani wengi wamekuwa na dodoso kuhusiana na kubadilika kwa muonekano wa akaunti zao. Akaunti ya muombaji kuhama na kuonekana sipa, inamaanisha akaunti ya muombaji huyo ipo kwenye hatua za mwisho za uchambuzi na uhakiki kuelekea zoezi la upangaji wa mkopo wake. Hilo halimaanishi kwamba kupitia kubadilika huko tayari ameshapata mkopo Bali kubadilika inamaanisha kwamba kaunti ipo kwenye hatua za mwisho za uchambuzi, hivyo anaweza kupata au kutopata. Asubiri na kuvumilia mpaka pale allocation itakapowekwa na kuonekana kwenye akaunti yake. Hapo ndipo atakapojua ikiwa amepata mkopo au hajapata mkopo. Hangalisho, ha usiguse chochote katika akaunti hizo kwa sasa. Ikiwa imebadilika, usifanye marekebisho yoyote wala usibonyeze chochote. Ikiwa imebadilika, iache kama ilivyo na zoezi hilo la upangaji wa mkopo bado halijaanza rasmi, lakini muda wowote linaweza likaanza kutoka na kutoa bacha ya kwanza ya upangaji wa mkopo kwa mwaka 2025/2026 hivyo wale ambao akaunti zao bado hazijahama au kubadilika kwenda sipa, imaanishi kwamba wamekosa mkopo. Hapana, kwani hata wale ambao zimebadilika na kuwa sipa wao pia haimaanishi kwamba tayari wamepata mkopo. Hizo ni hatua tu katika hatua za uchambuzi na uhakiki wa maombi ya wanafunzi hao, na zoezi hilo linaendelea. Hivyo waombaji hao ambao akaunti zao bado hazijabadilika kwenda sipa waendelee kusubiria na kutembelea akaunti zao mara kwa mara, kwani zoezi hilo linaendelea na akaunti zao zitafikiwa kwenye hatua hiyo. Mwisho, wizara inatoa rai watatahadharisha na kuzidi kusisitiza wanufaika, waombaji wa mikopo, yani freshers na wanafunzi wote wa vyuo vikuu kwamba taarifa sahihi na kamili kuhusu masuala ya mikopo ndani ya chuo husika zitatolewa na viongozi wa wizara ya mikopo kwa mwaka 2025/2026 tu.